Asalamu alaikum jomba. Waalaikum salam warahmatullahi wa barakati. Hujua, hii ni maajabu sana, sijawahi kuona hata siku moja kiwa wamevaa kistaarabu kama hivi mm. Bila shaka utakuwa ni wewe ndonewaambia wavae hivi, mme wangu. Ina maana hawa jomba zako hawawezi kuvaa vizuri kwa kujistiri bila mimi? A, mimi nawajua hawa, nawajua <laughs> ni watukutu kwelikweli yani, lakini wewe tu. Baada ya kufika kwenye nyumba hii naona unavaa kistaarabu yani, huyu ni wewe, usitaki kuniambia lolote hili? Ah shangazi, sasa kwa nini unataka kukataa sifa zako? Yani kiukweli, mjomba unavyotuona sisi hapa tulivyo, yote haya akasababisha shangazi, yeye ndo ametubadilisha. ah Nilijua tu ni wewe hakuna mwingine. Kwa nyinyi mlikuwa mnasubiria mpaka shangazi yenu aje mwandani aseme kwamba mvae kistaarabu ndo mvae hivyo. Lakini wakati mimi nilikuwa naongea kama mbuzi nampigia gitaa vile au sio? Alafu kingine mjomba. Yaani sasa hivi shangazi anatupenda. Kwanza na sisi kwa tunampenda. Na hivi unavyotuona sasa hivi tumenyooka kwa ajili ya shangazi. Alafu mjomba na kikubwa zaidi. Yaani sasa hivi mwandani tunahisi kama tunaishi na mama mzazi. Yaani, shangazi anatujali, anatupenda, anatuelekeza kila kitu na tunajivunia kuwa na yeye. Mimi kitu ambacho nashukuru Mungu na nimefurahi zaidi kuona wajomba zangu mnavaa kistaarabu vile ambavyo mimi nilikuwa nahitaji mvae hivyo. Ongeleni sana na Mungu awasimamie amin. wangu hapa, nimejifunza kitu kimoja, ukamilifu wa mwanaume yoyote yule hupatikana pindi tu anapoingia katika ndoa. Ndio hiyo wajomba zangu wanajivunia kuhusu wewe, mke wangu. Kwa hiyo hata mimi najiona nimekamilika kwa kupata mwanamke aliye bora kama wewe. Nakupenda sana, mke wangu. <laughs> Nakupenda pia, mme wangu. Mm -hmm. oh, na, na, na. Maisha yana changamoto nyingi. Changamoto nyingi. Changamoto nyingi. Siyo kazini tu hata kwenye mapenzi, hata kwenye mapenzi. Hata kwenye mapenzi. Maisha ni somo linalofunza wengi. Unaweza ukafaulu ghafla ukafeli. Maisha yana chenji. Kiongozi, nafika hapa sikuoni, sijui uko wapi kwa sasa. What? Sana sana, ye ndo familia yangu na toka nimefika hapa na enjoy sana, okay. Nimepata amani kwenye nafsi yangu hmm? <laughs> Ah. We, kasuku, mbona umepoza hivyo? Hebu enuka juu rotate hapo nikuone. Come, get up.

Kwani bro, wewe unaona hapa mimi nafanya nini? Sikiliza. Ili ni jumba la kuenjoy. So be free. Chagua hapa samaki yoyote unayotaka. Hata ukitaka chukua wote bila juu yangu. Enjoy bro. Come enjoy.

Oh, hebu ache mimi niendelee Kai. Yaani mimi nisifuatilie maisha yako wewe kwa nini? Kumbuka wewe ni bosi wangu. Wewe ni mtu ambaye umeabadilisha maisha yangu. Kwa hiyo lazima pia nijaji maisha yako. Sitaki nikuone unapotea hata mara moja. Nisikilize, Kai kwa makini. Hivi umeshajiuliza, mtu kama wewe, bosi ambaye unamiliki kampuni kubwa, leo hii uonekane hapa unaupo katika nyumba ya wanawake ambao wanauza miili yao. Habari zikifika huko kwenye mitandao ya kijamii itakuwaaje? Auone kwamba utakuwa majaribia ndugu yangu. Huo wewe unachokiongea, yaani

amani yake ya Mungu yakuwa na ibada hapo. Why me? Why? Wacha mimi nje hiyo bahati yangu, mi naamini umu ndio sehemu sahihi ya mimi kufurahi. So let me enjoy. Kwa hiyo sasa baada ya kuja kwenye jumba kama hili una imani kwamba matatizo yako yote yatakuwa yameisha na utakuwa salama si ndio? Yeah. Umu ndani ndio kila kitu w paradiso. Uh, paradiso. Mwenyewe, hebu kuja hapa, kuja hapa na wewe, nikununue maana wote ndani shamaliza bado kwa mtasupu

Mimi binadamu najifunza kutokana na makosa. Nimekukosea sana baba Junior, naomba turudi kama mwanzo. Najisikia vibaya tunavyoishi hivi. Ni samee mewangu, tushike kama zamani. Kweli najua kaa, nimekukosea sana

Amejifunza wow. Sitaodia tena sii tena kurudia makosa ya mwanzo. Naomba Kai anaomba nielewe, Mungu nisamehe mume wangu. Yaani siku zote hata shetani huja kama malaika. Yaani anatoa machozi hivyo hivyo ili tu aone huruma. Wewe leo unakuja kuomba Kai msamaha. Kai maisha yake hapa yalipofikia wewe ndo sababu. Wewe ndo unamfanya Kai mpaka leo hii akili yake haipo, ni hopeless kabisa. Sababu ni wewe leo unakuja kuomba msamaha ili umrudishe kwenye maisha yako uje mharibu zaidi hapa. Wewe Dorin, haujawahi kuona upande wangu wa pili hata siku moja. Nisikilize kwa makini. Kuanzia leo hii futa kwenye kichwa chako kwamba ulishawahi kuwa na mtu anaitwa Kai, lakini kuanzia leo hii hapa usahau kama ulishakuwa na mtu anaitwa Kai na usimjue popote, utakapomwona, achana naye. Zawadi. Abe, mama, mimi ndio mama yako Tasha. Mimi ndio mama, mama wa Zawadi kwa sasa na siku ambazo zinaendelea kamtoto. Shani. Huyu ndio shangazi yenu mkaza mjomba wenu. Tasha, Zawadi mwanangu, wewe ni mwanamke wa shuka. Umepitia mambo mengi sana, hususani kwangu, mimi niliongea vitu vingi sana vichafu, lakini bado ukasimama na msimamo wake ule ule, haugayumba wala kwenda popote pembeni ukasimamia msimamo wako ule ule. Kwa huo msimamo wako ambao uko nao, kiukweli mimi mwenyewe binafsi nasema wewe ni mwanamke unae <laughs> Tasha, huyu Zawadi ni mwanamke haswa, yani ni zaidi ya mwana, mwana, mwana. <hazwa> Niliongea vitu vingi yani ningekuwa mwanamke mwingine. Asante sana mama, na pia na kuahidi nitakuwa mke bora kwa Tasha na nitakuwa mkwe bora katika hii familia, na nawapenda wote. Asante, nashukuru sana ha. Mimi niseme asante sana mama baraka zako zote ambazo umetupatia na mimi, na imani unanielewa vizuri kabisa. Umenelea kwenye misingi na maadili iliyo bora sita, kwa hiyo sitakuangusha, nitakuwa mume bora sana kwa Zawadi, lakini pia hata Zawadi nadhani unafahamu ni binti ambaye ana moyo wa simba, ana uwezo mkubwa sana wa kuvumilia changamoto. Kwa hiyo na imani kabisa yeye pia ni mke bora sana kwa upande wangu. Kwa hiyo mimi naomba tukiwa kama familia kwa pamoja tumpokee Zawadi na tuishi naye kwa upendo. Huyu ndiye mama watoto wangu mtarajiwa. Amina. Mwenyezi Mungu awatangulie kwenye maisha yenu, chochote mtakachokifanya mshirikisheni kwenye Mungu kila kitu kinawezekana. <laughs> Inshallah Bamdago. <laughs> <laughs> Mapenzi yanauma, asikuambiwe mtu. Kwani mimi nina kasoro gani eh? Kwani nikai amemtambulisha mwanamke mwingine na sio mimi? Kabla ujaenda uku kwa mchumba yako hakikisha umepita kwa mjomba wako. unajua nilienda kumpitia mjomba kwa ajili ya ule utambulisho. Unapaswa utunzwe, uthaminiwe na uheshimiwe pia. Hakika wewe ni mwanamke bora sana <laughs> mwanaume yoyote mwenye idhini na mamlaka ya kusifia uzuri wako ulionao ni mimi mumeo peke yangu. Usimdharau mke wangu mbele yangu <laughs> minazi, balene, mimi binafsi sikubaliani na hilo. Labda nikwambie tu, ingekuwa ndio mimi kanichukulia mwanamke wangu wewe uh -huh. Oh, wakwenda kugombana na mwanaume mwenzio kisa mwanamke. Kweli wajiulize wewe, kwa nini augombanini? <Yoda> ah! Sasa zone ukilia kama hivyo eh? Itakusaidia nini, mume wangu? Hebu nielewe basi. Swala la kuniita mimi mume wako ndo silitaki. Huyu binti sio mtu mzuri, ni mchawi. Yani wewe mwanamke kakoroga. Ah! chipela chipela, ulole. Mimi nakwambia jua la kesho ulioni, ah! unatakiwa ufanya alichokuelekeza kila kitu, ili kumblock yule Aisha asikanyage wala asikilie kutia mguu pale, wala akilini kwake asimwaze huyo Kai. Siku zote wahenga nilivyosema uzito wa mzigo wanajua mbebaji. Namwona Shazima kama mwanamke ambaye ana mambo mengi sana. Nifanya uende katika hiyo laki moja na shilingi elfu hamsini mpaka sasa hivi mmekusanya shilingi ngapi? Pesa nyingi hivi, hizo hela ulizozipata huko vichakani, leta tugawani. Bila hivyo, mguu huu ukitoka hapa, naenda kumwambia mama hapa. hii ni mwanzo na mwisho Kumpa mwanangu kitu cha aina yoyote kwa huu mkono wako, ila kumbe sina maana. Kumbe mapenzi ni machungu na msemi. Nilipenda nisipopendwa, kumbe mapenzi ni machungu na msemi hakuridhika nami na mimi mvuvi. mm -hmm. Oh, maisha, hali siyo hali, mambo siyo shwari, upepo na tufani vinani sukuma mi atariski inayo ipata mi